Makubwa mazito, acha yani, acha ka, kwanza niingie ndani, alafu nikishaingia ndani ndo nitakusimulia vizuri, nikisha pumzika. A, matatizo ni makubwa shogaangu, yani naomba i, eh ndugu yani, eh, yani yangu naona kabisa dunia amenielemea yani ni mazito eh. Eh. Yaani sioni pa kupumulia, yaani nikimpa mtu namba saizi anakufaaaiao maaa una misiba minne, sijui unanielewa? Yaani nikimpa mwanaume namba sasa, kwa mfano ndo akagundua sasa, akaamua afute hiyo namba yangu, huyo hata nusu saa hachukui shughuli. Yaani kama wewe na mganga yote unamjua, we nisaidie kwa maana nimechoka. Tuende tu kwa huyo mganga wote. Si nimefuta. Eh. Kaka nenda bwana niache bwana kaka mimi na matatizo yangu ujue, ujue, ujue. Niende. Baadaye uje ule wali. Hakuna. Kaka, ujue mimi na matatizo yangu ujue, unanipa namba kabisa, unajua mtu nampa namba huyo anaenda. <laughs> Lakini mimi si na matatizo. Mama nampanamiina. Usema, matatizo gani? Kaka naomba uende bwana, nyeye ndo wenyewe. Au achawi wenyewe au ndo jini mamba mwenyewe mneka bwana. Hebu nipeleke kwa mganga bwana. Mganga gani bwana mwenyewe? mwenyeleta